na linapokuchwa linawakwepa kushotoni, na wao wamo katika uwazi wa pango. Hizo ni katika ishara za Allah. man yahdi llahu fahuwa lmuhtad waman yudlil falan tajid lahu waliyan murshida, ambaye Allah anamwongoa basi huyo ni mwenye kuongoka na anayemwacha kupotea basi hutampatia mlinzi wala mtu wa kumwongoza. watahsabuhum ayqazan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhata al-yamin wa dhata ash-shimal, nawe utawadhania wapo macho na hali wamelala, nasi tunawageuza kulia na kushoto wakalbuhum basitun dhiraayhi bilwasid lawittalaata alayhim lawallayta minhum firara walamulita minhum ruba, na mbwa wao amenyosha miguu yake ya mbele kizingitini, kama ungeliwatokea, hapana shaka ungeligeuka kuwakimbia ukiwa umejaa hofu. Wakadhalika baathnahum liyatasaaluu bainahum qala qa'ilun minhum kam labithtum qalu labithna yauman au bada yaum, na kwa namna hii tuliwainua usingizini wapate kuulizana wao kwa wao. Alisema msemaji katika wao mmekaa muda gani? wakasema tumekaa siku moja au sehemu ya siku. qalu rabbukum a'lamu bima labithum fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila almadinati falyanthur, wakasema Mola wenu mlezi anajua zaidi muda mliokaa hebu mtumeni mmoja wenu na hizi fedha zenu aende mjini, falyanzur ayuha azka taama falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yushiranna bikum ahada, akatazame chakula chake kipi kilicho bora kabisa, kuleteni cha kukila naye afanye mambo haya kwa busara wala sikutajeni kabisa kwa yeyote. innahum in yadhharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idhan abada kwani wao kutambueni, watakupigeni mawe au watakurudisheni katika dini yao na hapo hamtafanikiwa kabisa. Wakadhalika atharna 'alayhim liya'lamu anna wa'da Allahi haqqan wa anna as-sa'ata la rayba fiha id yatanaza'una bainahum amrahum, na namna hivi tuliwajulisha kwa watu wapate kujua ya kwamba ahadi ya Allah ni ya kweli na kwamba saa yama hakina shaka, walipokuwa wakigombania jambo lao wao kwa wao. Faqalu banu alayhim bunyan rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alayhim masjida, walisema jengeni jengo juu yao. Mola wao mlezi anawajua vyema. Wakasema walioshinda katika shauri yao bila ya shaka utawajengea msikiti juu yao.

Walikuwa watano wasita wao ni mbwa wao, wanavurumisha ovyo. Na wanasema walikuwa saba na wanane wao ni mbwa wao. Qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahiran Sema, Mola wangu mlezi ndiye anayejua sawa sawa hisabu yao. Hawawajui ila wachache tu, basi usibishane juu yao ila kwa mabishano ya juu juu tu hivi, wala usiulize habari zao kwa yoyote yule.

Isipokuwa Allah akipenda. Namkumbuke Mola wako mlezi pale unaposahau, na sema, hasa Mola wangu mlezi ataniongoa kwenye uongozi uliokaribu zaidi kuliko huu. walabithu fi kahfihim thalathumi'a sinin wazdadu tis'a. Na walikuwa katika pango lao miaka mia tatu na wakazidisha tisa.

ni zake tu siri za mbingu na ardhi. Kuona kulioje na kusikika kwake. Hawana mlinzi isipokuwa yeye, wala hamshirikishi yoyote katika hukumu yake. watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik la mubaddila likalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada na soma uliofunuliwa katika kitabu cha Mola wako mlezi, hapana wa kubadilisha maneno yake, wala nawe utapata makimbilio isipokuwa kwake. wasbir nafsaka ma alladhina ydauna rabbahum bilghadati walashiyi yuriduna wajhahu wala tadu aynaka anhum turidu zinata alhayati dunya Naisubirishe nafsi yako pamoja na wanaomwomba Mola wao mlezi asubuhi na jioni, hali ya kuwa wanataka radhi zake, wala macho yako yasiwaruke kwa kutaka pambo la maisha ya dunia. wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattabaa hawahu wakana amruhu furuta, wala usimtii tuliyemghafilisha moyo wake asitukumbuke

Nasema hii ni kweli itokayo kwa Mola wako mlezi, basi atakaye aamini na atakaye akatae. Hakika sisi tumewaandalia wenye kudhulumu moto ambao utawazunguka kama hema. Wa in yastaghithu yughathu bima in kalmuhli yashwi alwujuh Bi'sa sharabu wa saat murtafaqa na wakiomba msaada watasaidiwa kwa kupewa maji kama mafuta yaliyotibuka yatakayobabua nyuso zao. Kinywaji hicho ni kiovu mno, na matandiko hayo ya kupumzikia ni maovu mno. innal ladhina amanu wa amilus salihati la nudiu ajra man ahsana amala, hakika wale walioamini wa na wakatenda mema, hakika sisi hatupotezi ujira wa anayetenda mema.

humo watapambwa kwa mavazi ya mikononi ya dhahabu na watavaa nguo za kijani za hariri na atilasi.